Doria au ukamataji olela uliozuka kuanzia saa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili pindi magari yanapotoka, sisi bodaboda tunawatoa watu vichochoroni, tunawaleta stand. Unamtoa mtu ngambo unamleta stand. Unamtoa isevyo unamleta stand lakini ikifika saa kumi na moja unazuka huo kamataji. Watu kwanza wako kiraia, atuwatambui kama ni askari, wamejivalisha shuka za Kimasai, wanakamata pikipiki hazipelekwe kituoni, zinawekwa hapo kati kwenye parking pale. Ndo pikipiki zinawekwa pale. Kwa hiyo mtu anaenda kuoji, anaambiwa jitetee. Huo muda ukiisha, wanatoa shuka zao, wanaweka kwenye mifuko ya spoti, wanawasha pikipiki zao, wanaondoka. ilikuwa saa kumi na mbili, nimeleta abiria, wakanikamata, nikalipa faini ya shilingi elfu ishirini. Wewe kama una, una, unajua kabisa kwamba hapa nimekamatwa ni sahihi, ninakosa hivyo vitu vya kupata kona kona, usiende huko mnatuletea maneno ambayo tunaonekana sisi jamii yote ni ya ni, ni, ni rushwa. Kwa sababu unapotoa hiyo elfu ishirini ambayo unaamini haina risiti, ni uoga wako wa kuto kwenda kufika kwenye sehemu husika ili upate haki yako ya msingi. Sasa ni watake sasa, kama huyo mgambo amekukamata sana ukamatia hapo, mwambie wewe, niingize pale kwa askari wa trafiki, iishie hapo. We mwambie tu bwana, wewe umenikamata sawa, sikatai, twende kwa askari wako pale kituoni. Sikituo kiko hapo hapo ndani, kuna shida gani ya kukaa? Unahangaika unatoa hizo hela, alafu baadaye unakuja huku kwenye michochoroni kulalamika. Hiyo nadhani umenielewa. Ukisha kamatwa we unajua kabisa umekamatwa na huyu, ni mgambo, amefanya nini? Askari wako hapo masaa yote kuanzia saa kumi mpaka saa sita usiku wako hapo na yule askari mwingine anaanza saa kumi na mbili mpaka kesho asubuhi. wa wapo, wanafanya kazi kwao, naenda mwambia afande, nimekamatwa na huyu, ni askari mgambo kakamata, kweli kwa mjibu wa sheria, mimi na moja mbili tatu, naomba taratibu zifanye nini, zifatwe. Nadhani hapo tumeelewana.